Asante kwa kusalia nasi. Karibu tuzungumze kuhusiana na utumiaji wa mfumo wa anwani za makazi kidigitali, yaani NAPA, ambayo uh, kwa mujibu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, hivi sasa mfumo huo wa anwani za makazi NAPA umewezeshwa kusomana na mifumo takriban kumi na tatu ya huduma ambazo zinatolewa hasa uh, serikalini. Tutafahamu kuhusiana na huduma hizo Uh, lakini ni kwa namna gani pia itarahisisha hasa uh, kupata huduma kwa urahisi uh, bila yale maelekezo ambayo tumekusha zoea kumwambia mtu nyosha moja kwa moja ama ukikutana na nyumba inakutazama na vitu kama hivyo itakuwa <laughs> uh, rahisi mpaka ujo kumshawishi mtu aelewe. Sio kila mtu anaweza akaelekeza kwa usahihi, lakini pale ambapo nyumba inakuangalia, inakuangalia, au <laughs> duka liko na mwonekano huu hey, geti lina macho, unajiuliza unashikaje barabara. Ukiwa na anwani yako ya makazi, unatumia mm, uh, kupitia mfumo huo yeah, moja kwa moja inakupa maelekezo mpaka kufika. Tafahamu ni kwa kiasi gani, imefika hapa studioni uh, tunaye Mulembwa Munaku ambaye ni mkurugenzi wa huduma za mawasiliano kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Karibu sana Mulembwa. Okay, tunaye pia Arnold Mkude ambaye ni mratibu msaidizi wa utekelezaji wa Mfumo wa Anwani za Makazi Kitaifa, naye kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Karibu pia, karibu sana Mkude, lakini sio Mkude Simba. <laughs> <laughs> Tueleze kuhusiana na NAPA, mfumo huu wa anwani za makazi kidigitali Mulembwa tumeambia, umehusianishwa sasa na mifumo takriban kumi na tatu ya serikalini. Kwanza kabisa kama ulivyosema, tuko katika dunia ya kidigitali e. Dunia hii e, sana sana inategemea swala la utambuzi. Inaweza kuwa utambuzi wa mtu, utambuzi wa vitu, utambuzi wa makazi. Sasa hili linawezeshwa na mifumo mbalimbali. Kwa hiyo mfumo wa anuani za makazi e, ni mfumo ambao unaweza ukatambulisha aidha makazi yalipo Mm -hmm. Ama ofisi ilipo ama vile vile unaweza ukatambulisha uka, uka e, mahali biashara inakofanyika. Yeah, huu ndio yeah, mfumo wa anwani za makazi kutambulisha makazi kutambulisha ofisi ama kutambulisha sehemu ya biashara. Sasa mm. mfumo huu uko sasa kwa njia ya kidigitali yeah. E, ni kidigitali kama unajua wizara hii inasema swala ya kidigitali, dunia sasa ya kidigitali, kwa hiyo mfumo huu uko katika msingi wa kidigitali ambapo a, a, kama ni ofisi E, wanaweza wakatambulisha ofisi yao kidigitali. Kama ni mwananchi, anaweza akatambulisha makazi yake mm. ambapo inakuwepo anwani maalum ambayo, uh, mwananchi akitoa anwani hiyo uh, basi uh, mtu anaweza akafika pale ama akafikisha huduma ama mtu akaenda kwenye ofisi hata kama anafanya yeah. biashara mm. biashara yote ile, una biashara mama ntilie una, unataka mtu aje kwenye biashara yako ukitoa anwani yako hata kama ni mawantilie au kama ni vinyozi wale ananyoa saluni tu mm. akitoa anwani yake mtu anaweza akaja akafika katika Ana, kama. anapataje hii anwani anwani hii eh, kwanza kabisa mtakumbuka kwamba uh, mwaka 2022 mm. mm. eh, mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alianza operation maalum ambayo ilifanyika nchi nzima yeah. Kwamba, uh, uh, uh, na kusha kwamba anwani hizi zinasajiliwa nchi nzima na zoezi hili kwanza kabisa lilianza mwaka 2010 mm -hmm ndio tulivyoanza hii operation nzima mwaka elfu mbili na kumi lakini mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na moja tukawa tumesajili anuani laki tatu na nusu ilikuwa kama ni asilimia tatu ikaonekana kama tumetumia miaka kumi na moja eh, tuna anuani laki tatu na nusu na bado mwendo ni mrefu ndio ya serikali ikaamua kwamba hebu tufanye operation maalum ilikuwa miezi minne ambayo ilifanyika nchi nzima, ambapo jumla ya anwani zilizosajiliwa kuanzia ile Februari 2022 kwa miezi minne, anwani milioni 12.3, yaani kutoka laki tatu na nusu mpaka milioni 12.3. Kati ya ngapi ambazo zilipaswa kuwekwa kwenye mfumo? Hiyo ilikuwa ni anwani milioni 14. Kwa hiyo tulitimiza asilimia 95 ya usajili nchi nzima. Ni hatua kubwa sana ambayo serikali ilifanya. Na hizo zilizobaki zinakamilika lini? Zoezi hili ni endelevu mm. Inde ni endelevu, ni kwa sababu uh, makazi mapya yanasajiliwa kila siku, watu wanazidi ni, ni kujenga, kuna watu wanahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, biashara mpya zinaanzishwa, ofisi mpya. Kwa hiyo zoezi hili halina ukomo, zoezi hili uh, uh, ni endelevu. Mkude, hmm. kuna tofauti gani kati ya anuani za makazi hizi ambazo tumekuwa kama uh, alivyosema hapo, mmekuwa mkifanya operation, lakini tunafahamu kwa, kwa wale ambao huwa tuna tunaapply apply sana vitu kuna kuna sehemu naambiwa uweke post code mm, tofauti yake ni nini tofauti. Mara postcode nyingi zamani ulikuwa unaambiwa sisi Tanzania hatuna post code, unaweka yeah, tu 04 basi. Yeah, kwa hiyo sasa hivi itakuwa ni tofauti pia. Yeah, asante sana um uh, ha, utofauti ni kwamba tunapoongelea post code tunamaanisha utambulisho wa nchi yetu ambao tumetambulisha nchi yetu kuanzia ngazi ya kanda mpaka ngazi ya kata. Mm. Ndiyo maana ya ile post code ambayo ina tarakimu tano na umeongelea wakati mwingine tunaagiza vitu nje ya nchi na nini, unaambia weka postcode hapo yeah. Wengi tumekuwa tunapata changamoto namba Thans. gani ya kuweka, lakini kumbe tunatakiwa kuweka postcode. Maana yake ni nini hiyo? Hiyo hiyo kama ni mzigo umeagiza, unataka ufike kwenye kata gani. Kwa hiyo zile tarakimu tano za postcode ambayo nimesema, ya kwanza ni kanda, ya pili ni mkoa, ya tatu ni wilaya na mbili za mwisho ni kata, kwa hiyo pale unatakiwa kujaza hiyo postcode, na labda utasema hatuifahamu, naifahamu vipi hii postcode mm, kwenye mfumo wetu wa anwani za makazi ambao mkurugenzi ametoka kusemea hapa, kuna namna ya kujua postcode ya kata yako, ndio mm, he, he, kwa hiyo wale ambao wanatumia simu janja unaweza ukaingia kwenye mfumo wa anwani za makazi, upande wa kushoto chini kuna uh, kitufe pale kimeandikwa postcode mm, kwa kwahiyo mtu anaweza akagusa kwenye postcode ukafahamu postcode ya kata yoyote kwa sababu kata zote hapa nchini zina postkodi mm. Kwa unaweza ukaingia kwenye huo mfumo na ukaijua postkodi yako ukaitumia kwenye maeneo mbalimbali ambayo unahitaji kupata huduma. Lakini hii inaonyesha kwa upande wa kata au, au uh, wadi nzima, sio eneo sio eneo husika. Kwa kweli tunashukuru, huo ni uelewa mpana ambao umenionyesha. Ni kweli ni kwamba kata moja ndani yake kuna wananchi wengi ndani yeah, ya kata mm. kwa hiyo kwa sababu postcode ni tarakimu au ni namba ya kata, maana yake inahudumia mm. watu wengi humo ndani mm. Lakini sasa unapotaka kufika eh, Azam Media yeah, eh, ambayo iko kwenye kata X unafikaje? Ndio hapo sasa tunarudi kwenye vile vitu vinavyounda anwani ya makazi okay. mm. ambayo anwani ya makazi inaundwa na vitu vikuu vitatu: namba ya nyumba, jina la barabara mm. na postcode. Ukishakuwa okay. Kwa hiyo, kwa hiyo, unapo... na postcode umefika katika kata yenyewe, ukishajua barabara ipi na nyumba ipi oh. vyote rahisi kufika. Kwa hiyo NAPA ndio ndio unajumuisha. Yes, sasa hiyo NAPA ina, inabeba hivyo vitu vyote ambavyo mkurugenzi alivisema hapa, namna ya kufika kwenye ofisi, unipe hivyo vitu vitatu, namba ya nyumba jina la barabara na postcode, unafika popote. Sasa labda nikiongezea hapo, ndio swali linakuja na msingi, mwananchi anajuaje anwani yake ya makazi? Ni kazi rahisi sana, ni vitu vitatu tu mwananchi anaishi kwenye nyumba fulani hmm, ambayo nyumba hiyo ina namba. Kwa hiyo kutoka, namba kutoka tu pale akiangalia namba yake anaijua barabara anayopita, nyumba hazina namba na ndio na, na, na, na, na, na, na, swala nakuja hapa, naona makazi anaona hmm, na makazi hmm, tulitoa namba kwa na hatua mbili hmm, la kwanza ni kutoa namba na kuisajili kwenye mfumo hilo, hmm, limefanyika nchi nzima Awed, hatua ya pili ni kubandika kibao o changamoto sio kwamba haina anwani ila kibao, he, hakipo. Ni nataka kuelezea kwamba ukiwa ndani ya nyumba namba nyu, ile nyumba ile ina namba fulani, na ukitoka pale unapita kwenye barabara fulani hmm. na wewe unaishi kwenye kata fulani. Kwa hiyo kikubwa kwa wananchi, aweze kujua vitu vitatu, na aweze kujua anaishi kata zipo baadhi ya barabara ambazo zimekuwa na majina tofauti. Sasa wakati fulani unakuta hii barabara inajulikana kama barabara hii, lakini sehemu nyingine inatambulika kwa jina lingine. Vipi kuhusiana na hilo ya, kwenu kwenu, kwa upande wa barabara? kama naka zoezi hili kuna wakati tunaliendesha nchi nzima. kuna sehemu nyingine zilikuwa zina barabara mm -hmm. na kwa nyingine so zina barabara hata njia zenyewe hakuna. Kwa hiyo ilikuwa ni zoezi ambalo wananchi wenyewe katika kata husika walikuwa wanatoa zile barabara na barabara hizo zinasajiliwa kwenye mfumo, lakini barabara hizo znazo zikabadilika. Leo mnaweza mkaita barabara upendo, ya upendo, baada ya muda mkaibadilisha. Kwa hiyo mkiibadilisha na vilevile kwenye mfumo kupitia kule, kule halmashauri ya mtaa wanaibadilisha vilevile barabara hiyo ku mfumo lakini inabidi vile vile hata vile vibao vya barabara vyenyewe vibadilike, kwa sababu vibao vya barabara vinaonyesha ile hali halisi na kwenye mfumo vile vile, na kwa lakini inabidi wananchi wa sehemu sika wakubaliane kwamba hii barabara inaitwaje. Ndio ushauri wa good luck, anataka kuita barabara ya good luck eh, barabara good luck, kwa sababu umempenda pale. Barabara ya hey, hilda inakuwa ugomvi, tuite jina lako bwana. Sasa kwa kubadilisha taratibu inakuwaje? Uh, utaratibu ni kazi rahisi sana. Ni kwenda tu pale serikali eh, ya mtaa mnafika, kama mtaa mnaongea na serikali ya mtaa kwamba barabara hii, kama wananchi nataka tuibadilishe. Kwa hiyo kuna utaratibu wake pale, watakaa kikao cha serikali ya mtaa, watapeleka ngazi ya halmashauri, akitapitisha al basi inakuja inabadilishwa. Na kama unavyosema kweli, hmm, zoezi limekuwa na changamoto. Unakuta unamka asubuhi, unakuta ni kwa na malalamiko makubwa sana, unakuta unakuta mbona mbona kuna barabara hii mimi sijui niwahi kushuhudia barabara, unapita asubuhi imeandikwa jina lingine, kesho utapita imefutwa, yeah, well, imeandikwa jina lingine. Hayo mara tatu ni malalamiko makubwa sana yeah. Lakini utaratibu wake ni wewe kwamba ni serikali ya mtaa, inawezekana serikali ya mtaa walikaa wakaamua kwamba barabara ile iito jina gani. Eh, kuna wengine ambapo unakuta labda wameita kikao, wananchi hakushiriki, ana shughuli zake, wamefanya maamuzi, anakuja anashangaa. Lakini ukienda serikali ya mtaa na kama kuna malalamiko, kuna utaratibu wa kufuata mm. wa kuweza kujua kwa nini kwanza imebadilika, lakini la pili kama kuna maboresho ya kubadilisha, anaweza akapelekwa pale, utaratibu kafuata kubadilisha. Sasa tumeambiwa mfumo um, huu wa NAPA umeunganishwa na mifumo mingine kumi na tatu ya huduma za serikali. Ni huduma gani ambazo mtu um, anaweza kupata kupitia mfumo um, huu wa NAPA? Kwanza kabisa uh, mfumo wa anuani za makazi kwa mwananchi, anaweza akapata huduma nyingi sana. Kwa mwananchi kwanza, mwananchi anaweza kabisa, kwanza akajua anuani yake ni ipi, lakini la pili, anaweza akatoa anuani yake ili mtu mwingine aweze kufika hapo, lakini la tatu, anaweza mwananchi akatumia simu yake ya mkononi kutafuta huduma za karibu zilizopo katika eneo ambalo amekwenda, hata kama aliji. Kwa mfano, umetoka hapo, umekwenda Mtwara mm, unafika, unataka kutafuta hivi eneo uliko pale, hospitali ya karibu ni ipi? unaweza ukaingia kwenye mfumo wa anuani za makazi ukasema uka nataka kujua hospitali zilizoko karibu, hospitali zote zitakuja kwenye mfumo na utaziangalia, na itakuwa umbali kwamba hospitali hii unataka kwenda ni, kilo, ni kilomita mbili, na njia ya kupita ni hii na muda wa kutembea ni huu ama muda wa kutumia kwa gari ni hii. Unataka kwenda sehemu kwa mamantilia wa kawaida tu kula chakula, hujui kama kuna, kuna mama lishe walioko karibu pale ni watu gani, unaweza ukatumia mfumo wako wa anuani za makazi ukakupa huduma yoyote ile ambayo unataka. Unata kwenda benki, unataka kwenda sehemu yoyote ile. Mfumo wa anuani za makazi, taarifa hizo zote zipo. Kwa wale watalii, unaweza wakafika wakaangalia eh, vivutio gani vya utalii vilivyopo hapa nchini, wakaangalia na kuweza kufika katika eneo husika. Hiyo ni kwa upande eh, wa wananchi, lakini kwa taasisi taasisi mbalimbali sasa hapo ndio zimeunganishwa. Mesa kuna taasisi kama 14, eh, kuna kuna, kuna, shirika uh, fano la posta ambalo hili wanatumia kwa ajili ya kupeleka bidhaa manyumbani. Ah. Eh, kuna kuna shirika ila, la, la, la, TTCL ambapo wanapeleka ile tunasema eh, internet nyumbani fiber mlangoni na wenyewe wanatumia kwa hiyo, kuna taasisi nyingi ambazo na zinatumia mfumo huu kwa ajili ya kutoa huduma. Sawa, kwa sababu umegusia hapo, tuangalie namna ya kutumia ama namna pia ya kufikia mfumo um, huu. Haya sasa, jinsi ya kutumia, maanake unabonyeza nyota 152 nyota 000 reli, unachagua namba tatu, uh, ajira na utambuzi, unachagua namba saba, anwani za makazi, eh, kisha unachagua namba moja, kujua anwani yako. Eh, eh, baada ya hapo unachagua namba moja, anwani binafsi, ingiza jina la kata yako. Baada ya hapo ingiza namba yako ya NIDA. Eh, baada ya hapo mambo yanakuwa yanakuwa rahisi hmm. Na, na, pamoja na hii njia ya nyota yeah. Um, kama ukiwa hata na, na simu ambayo sio simu janja unaweza mm. pia ukapakua application mm. ya yeah. NAPA uh, e, uh, na hii ni kwa Android na iOS mm. zote. e, mfumo um, huo wa NAPA alafu inakuwa rahisi kama ambavyo maelekezo haya hiyo e, hiyo tuliosoma hapo hata ukiwa na kiswaswadu manake, yes. Mambo yanakuwa mazuri, yeah. Yeah. Yeah, ni kweli kabisa kwa sababu yeah, ukiangalia uh, nchini hapa. Hizi simu janja ziko ni ni asilimia 36, 36 tu. Ndio simu janja lakini simu nyingine nyingi zote ni hizi simu zetu za kawaida. Ndio nasema vitochi vingine viswaswadu. Hivyo ndio asilimia kubwa kwa kama serikali tumeliona hili. Kwa hiyo mtu yote mwenye simu yoyote ile anaweza akatumia simu yake ya mkononi kujua anwani yake. Sawa hmm, sana. Kuna vitu vingine vingi tu pia vya kufahamu hapo kwenye mfumo huo. Lakini ukipiga menu hiyo pia na, na, mambo mengi sana ambayo ina uh, kuelekeza mm -hmm. Eh, jinsi ya kupata. Kuna urahisi wowote wa huduma ambazo zinatolewa kwa ngazi ya serikali za mitaa kupitia uh, kufahamu uh, namba ama anwani yako ya makazi? Yes, huduma, huduma urahisi upo na mojawapo ya huduma ambayo imezinduliwa tarehe nane mwezi wa pili mwaka huu na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni upatikanaji wa barua ya utambulisho wa mkazi wote tunafahamu unapohitaji kupata huduma kwenye baadhi ya ofisi, inaweza ikawa benki, ukahitaji kumwekea mtu dhamana, ukahitaji mikopo, unahitaji barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa, na ile barua inathibitisha wewe ukazi wako kwenye ule mtaa ambao unatoka. Sasa kwa sababu wote tumesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi, na kimsingi kila mwananchi anapaswa kusajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. Sasa huo mfumo ni daftari la kidigitali la wakazi, kwa hiyo barua sasa mwananchi ataomba kupitia kwenye ule mfumo. Sio na lazima kufika. Sio lazima uende ukapange foleni labda kwenye ofisi ya mtendaji wa mtaa pale. Hapana, unaweza ukawa popote ulipo, unahitaji barua yako ya utambulisho, ukaingia kwenye mfumo wa anuani za makazi ukaiomba na ukaipata hapo, ukapata namba ya kumbukumbu -kumbu, kwa maana ya reference namba ukaenda kupata huduma kwenye ofisi ambayo unataka kwenda. Na, na hii haitaleta ugumu labda wa mtu ambaye sio mkazi kuomba eneo ambalo sio la kwake. Aha, nadhani sasa hiyo ndio inakwenda kurahisisha mtu kama sio mkazi wa eneo husika, hupaswi kuomba barua ya eneo ambalo wewe sio mkazi. Na vipi kwa upande wa ulinzi sasa, ili hilo lisiweze kutokea? Ili lisiweze kutokea sasa, anayeweza kupata barua hiyo ni mkazi ambaye tayari alisajiliwa kwenye mfumo yeah. Na wanaosimamia hili swala la usajili ni watendaji wetu wa serikali za mitaa, kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho tunahamasisha wananchi waende wahakikishe kwamba taarifa zao zimesajiliwa watendaji ndo wanasimamia swala hili. Kwa hiyo utakapoomba barua, mtendaji anafahamu wananchi wake wote, kwa sababu sasa hilo daftari la wakazi liko kiganjani mwake. Anaweza kuangalia huyu ndugu Arnold ni kweli namfahamu, <coughs> anakaa kwenye nyumba namba fulani, naweza kumpa barua ya utambulisho ili aweze akaenda kupata huduma mm -hmm. <coughs> na hayo ndio maelekezo ya kuomba barua. Ya, na hiyo ndio namna ya kuomba barua kupitia eh, program tumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Sawa sawa. Uh, zaidi ya shilingi bilioni 40 zilitumika kusimika mfumo wa anuani za makazi, lakini jambo kubwa ambalo linaonekana ni kwa jinsi gani wananchi wanauelewa na wanatumia, kwa sababu tumetoka kwenye kuweka mifumo, sasa tuko kwenye matumizi. Je, watu wanatumia? Na je, mmewe kufanya tathmini? Kwa sababu lazima kuwe na ile wanaita Eh, monitoring and evaluation kuona ni jinsi gani watu wanatumia mfumo huo ama bado watu wanatumia tu ile mifumo ya kizamani, unaweza kumpigia mtu simu nielekeze ni wapi, eh? Yani hakuna bado watu wa, wa, wa, inaonekana bado watu wengi hawatumii mfumo huo, lakini pengine mtuambie nye kwa tathmini ambayo mmeifanya kama ipo, ni kwa kiasi gani wananchi wanatumia mfumo wa anwani za makazi. Kwanza kabisa uh, wananchi wanaweza kupata mwamko mwamko mm, wa kutumia anwani za makazi kwa sababu E, wananchi wanaanza kuona baadhi ya faida um, amini ya, ya matumizi haya hmm. E, mathalan um, kuna mwingine alikuwa anasema hivi, mfumo unaweza ukanisaidia nini? E, m, kwa mfano upe, mfano mmoja ulitokea yeah. um, Hanang kama amka, kuna majanga yalitokea kule Hanang, Katesh, e, Katesh kule ambapo kwa bahati batim, mbaya tope lilikuja baadhi ya nyumba na makazi yakaondoka. Sasa lilikuja namna gani, wananchi wale wanaweza wakapata msaada wakasaidiwa waka kama unaamka serikali ifanye maamuzi kwamba watu waende kwenye, kwenye kambi maalum wapate msaada, lakini sasa pale <laughs> walibuka watu wengi sana. Kuna wengine hata walitoka sehemu nyingine kupata majanga yale wakaenda pale, lakini kilichosaidia ni mfumo wa anwani za makazi uh, kwamba watu waliweza waliweza ni ku, nikutambuliwa kimfumo ikaonekana ni nani halisi anayehitaji msaada. Kwa hiyo serikali iliweza kutoa msaada kwa watu ambao walikuwa wanastahili. Lakini lakini la kwanza la pili, kuna huduma hii ambayo imeongelewa sasa hivi hapa imezinduliwa uh, matumizi uh, ya barua ya utambulisho kidigitali ambapo mwananchi anaweza akaomba barua sehemu yote alipo. Yaani kimfumo tunaweza tukaona, umeweza swala lako na msingi unaweza tukaona, tukajua tuka, tuka, tuka, tuka ni, ni, ni, barua ngapi ambazo zimeomba barua ngapi ambazo zimefuatiliwa. Yote tunaweza tukayaona kimfumo kwa sababu ni mfumo wa kidigitali hata monitoring hizi zinafanywa. Niko kiasi gani sasa wananchi wanatumia uh, mfumo huu mpaka sasa hivi? Um, mfumo unatumika mathalan uh, tangu mfumo umezinduliwa umezinduliwa na na mheshimiwa waziri mkuu uh, jumla ya barua zaidi za ya elfu moja zimekushaombwa na ndani ya kipindi kifupi tu sana, jumla ya barua zaidi ya elfu moja uh, zimeshaombwa kwenye mfumo na barua hizi uh, wana tayari, ambapo wananchi wameweza kupata barua hizo. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa sasa kuwahimiza wananchi wengine ambao kuna wengine walikuwa hawana uelewa waweze kutumia huduma hizi. E, kwa ajili ya kurahisisha kura eh, masuala ya, ya utoaji na upokeaji wa huduma. Mkude, kuna changamoto zozote za kimfumo ambazo mpaka sasa eh, eh, zibaini eh, baada ya matumizi haya kuanza? Kwa maana ya changamoto ambazo zinaweza zikaathiri utendaji kazi wa mfumo, hatuna changamoto za namna hiyo, lakini changamoto ambazo tunakutana nazo ni uharibifu wa miundombinu ya mfumo wa anwani za makazi. Kama mnavyofahamu huko mtaani tuna nguzo eh, zile ambazo tumeziweka zina mbawa za majina ya barabara mm, lakini kuna baadhi ya maeneo utapita utakuta vile vibao wamevikunja. Kuna baadhi ya maeneo utapita zile nguzo wamekata, wanakwenda kuuza chuma cha kavu. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo inaathiri sana hizi eh, juhudi za serikali, na ndio maana tukipata platform hivi tunahamasishana kutunza, na pengine wengi wanafanya hivyo kwa sababu ya uelewa. Ndio maana tunasisitiza kwamba ile nguzo inamsaidia mwananchi kujua sasa anaingia barabara gani? hmm. Kwa hiyo unapoiondoa maana yake unaondoa ile maana ambayo tuliiweka. Mtu atafika pale atashindwa kujua hivi, naingia barabara gani? kama hatumii programu tumizi ya mfumo wa anuani za makazi, kama anatumia simu janja au application hata nguzo isipokuwepo mm. Yeye anaweza kufika. Tuzungumzie kusiana hapo, umezungumzia kusiana na kufika same fulani, yani kwa maana ya kwamba, anwani, kwa mfano kwenye nchi za wenzetu, ukitaka kufika sehemu anakuambia tu, ngoja nikutumie anwani, kisha kutumia anwani. Sasa tuambie e, hauhitaji tena maelekezo mengine, tumezoea direction inakufikisha e, kutokana na ramani mm. Sisi kwenye mfumo wa anwani za makazi tunatumia nini ambacho kinatuelekeza mpaka tunafika pale ambapo tunataka kufika? Asante. Na sisi pia kwenye mfumo wa anwani za makazi tunatumia pia hii huduma ya ramani, na kama mtajaribu kuona wale ambao wana program tumizi, unapoweka anwani yako mana application. E, application ni kwa Kiingereza yes. unapoweka anwani ya makazi kamili ndio mfumo wenyewe utakucholea njia ya kupita unakucholea kwenye nini? Kwenye ramani ambayo ipo kwenye mfumo wa anwani za makazi mm. Kwa hiyo na sisi pia tunayo ramani ambayo inatusaidia kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine, utaona umbali utaona nini, na uzuri wa mfumo wa anwani za makazi hakuna namna unaweza kupotea. Mm. eh, lakini kwa, kwa, kwa ujenzi wetu ndiyo na ile unajua, mtu alikuwa na kiwanja kikubwa atakata hivi kwa, kuna ule e, njia si zibezibo, unaweza ukafuata ramani ukafika sehemu una, kumbe kuna nyumba imejengwa. Ni sahihi kabisa, kwenye mfumo wa anwani za makazi tuna sajili barabara na njia zote ambazo zinakuwezesha we kufika kwako mm, lakini kuna baadhi ya maeneo tunajua hayajapangwa vizuri. Mm, tunaongelea mfano mzuri hapa Dar es Salaam Manzese hapo chakula bora. Mm. Si ndiyo? ukifika pale ni Eh, kidogo unaweza ukapita hivi ukakuta umetokea mbele ya nyumba ya mtu, njia imeishia hapo, njia inapita eh, eh. inapita eh, eh. Kwa hiyo ndio eh. Maana sasa wengi ambao mm. tuna share location kupitia zile za Google Map wakati mwingine tunapotea mm. maana nikasema sasa mfumo wa anwani za makazi ni tofauti. Pale Manzese chakula bora, pamoja na vile ilivyo, kuna vimitaa vidogo ambavyo vinatambulika na vimesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi na unaweza ukafika nyumba yoyote pamoja na mazingira yao yali vile yalivyo mm. Yes. Kwa hiyo hiyo changamoto inafahamika kwenye nchi yetu kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo na, na, hayapangwa vizuri, na, na, na ipo kwenye mfumo gani? Katika hiyo direction ya maelekezo hayo iko kwenye mfumo wa kuchorewa tu njia ama kwa kama mimi nimekuwa nikitumia Google Map. kama naendesha gari, mi naweka tu ile sauti na nielekeza hapa kunja kulia kunja kushoto kuna kitu cha namna hiyo kwenye... hicho kitu kipo pia yeah. Uh, tunasema ile navigation system ya mfumo wa anwani za makazi, hicho kitu kipo, kuna sauti ya namna ya kukuelekeza yeah. lakini kuna wengine wanatumia Kiingereza, wanaotumia Kichina, wanaotumia Kiswahili hizo yeah. Ni mojawapo ya lugha ambazo ziko kwenye mfumo wa anwani za makazi. Kwa hiyo sauti ya kuelekeza yeah. Ipo ramani, ipo sauti, ipo na na hata ukiwa unatumia chombo cha moto kama gari ni. kama ambavyo umesema unaweza ukaweka na ukajaribu. Hata ukitoka hapa jaribu wakati unarudi nyumbani sao, ukaona kabisa itakufikisha sawa sawa. Mm. Mm. Tumalizie kubwa zaidi, tunaangalia ni jinsi gani sasa kunakuwa na mwamko wa kutumia mfumo huu kama ambavyo tumeona faida zake mm. Lakini unalipi sasa la kumalizia la kuambia wananchi kuhusiana na matumizi ya mfumo wa anuani za makazi? Kwanza kabisa nahimiza wananchi waweze uh, ni ku, kwanza kabisa ni kutambua anwani zao kama tulivyosema, utaratibu wa mm, kutambua tumekwisha utoa, lakini la pili kutumia huduma hizi, kwa sababu huduma hizi zina lengo ya kuhakikisha kwamba uh, inamrahisishia mwananchi um, uh, ni kupata huduma yeah, lakini vile vile inarahisishia taasisi uh, ni katika utoaji wa huduma mbalimbali, lakini um, la mwisho uh, tuelai kwa wananchi waweze kuhakikisha kwamba wanalinda miundombinu ya anwani za makazi ambayo imekwisha jengwa hmm. na vile vile, kwako kwa pale kama hauna namba na namba ya nyumba, basi fika serikali ya mtaa ili uweze kujua nambari yako na uweze kupata utaratibu wa kubandika kile kibao, kwa sababu hivyo ndivyo vinavyokisaidia mtu kuona. Kwenye mfumo ni kitu kimoja unafika, lakini kuona na kuthibitisha kwamba namba hii namba nane, namba kumi, basi tuweze kutumia mfumo wa makazi sana. Naam, nashukuru sana sana sana. Asante sana. Asante sana. Sasa good luck kwa maelekezo ya Yeah, yeah. Nyumba ina kutazama. In the in the next 400 meters turn ah. left. So, tutakuwa tukitumia hiyo ya direction ya Google. Sasa hivi sasa bila tuanze kutumia anwani za makazi ambayo inakuwa rahisi zaidi kukufikisha pale ambapo unataka, na inatambua maeneo mengi zaidi. Tunakamilisha hivyo, asante kwa kufuatana nasi kuhusiana na utumiaji wa mfumo wa anwani za makazi mm -hmm. kidigitali eh, uh, ki hapa ni kupitia tusimu yako uh, App Store, ama, uh, iOS ama Android unaweza ukaipata hapo. Tunakamilisha hivyo tupate